Asante na karibu tena. Naomba niweze kuwakaribisha wote ambao mnaangalia video hii kwa mara ya kwanza. Ikiwa ni video ya thelathini na sita na kuna video nyingine nyingi ambazo zipo mbele yako na kuna video nyingi ambazo ni thelathini na tano ambazo hawajazitazama bado ambazo ziko nyuma yako. Kuna jumla video mia moja ambazo nimezitoa kwa lengo la kuwafundisha jamii au kwa lengo la kumfundisha mwanamke na jamii kusana mwimi, na sili lolojificha katika hedhi. Elimu imekuwa ngumu sana kupatikana na wachache ambao wamekuwa wakiitoa wamekuwa wakiitoa kwa kificho au kwa baadhi ya watu ambao wanahitaji kuitafuta au watu ambao wameweka nia kuitafuta. Sasa kupitia akaunti hii tutajifunza vitu vingi kuhusiana na afya, ikiwemo afya ya mwanamke au kuhusiana na masuala ya ujauzito au upatikanaji wa mimba masuala, masuala lakini, na masuala yote ambayo yanahusiana na uzazi wa mwanamke lakini, tutajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na hedhi ambayo mwanamke huwa anapitia au mambo ambayo yanajitokeza katika hedhi, lakini mwanamke amekuwa hapati njia moja kwa moja, inaweza ni mambo ya kawaida au kutokuwa na changamoto nyingine ambayo inaweza kumpelekea. Sasa tukiwa tunaendelea, ni vizuri kwa subscribe na ku like na ku share, mradi wengine waweze kupata maarifa mengi zaidi. Darasa la langu la mwisho niliweza kuzungumza namna ambavyo mwanamke anaweza akapata ujauzito kwa kuangalia dalili kubwa tano, ambazo ya kwanza tulisema ni kuangalia ute wa shingo ya kizazi, lakini ya, ya pili tulisema kuona maumivu ya upande mmoja ambao mwanamke anatokewa hususani pale ambapo anakuwa katika siku zake za hatari. Lakini dalili ya tatu tulisema mwanamke anakuwa na matamanio makubwa sana ya hamu ya tendo la ndoa. Dalili ya nne ilikuwa ni kuangalia joto la mwili na dalili ya tano ilikuwa ni kutazama shingo ya kizazi. Na ya sita nyongeza au ya tano ambayo mimi wangu ilikuwa ni ya sita nyongeza, nilisema mwanamke kuwa na hali ya kupambana sana au kupata hali ya kuwa na nguvu sana kuweza kufanya majukumu mengi wakati mmoja au majukumu mengi bila kuchoka, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye anajiamini sana. Ambao tulisema dalili kubwa tatu ambazo mwanamke anapaswa kuzizingatia au ni mwanamume ambaye unapaswa kuzingatia ni tatu kubwa, ambayo ya kwanza tulisema utaangalia ushingo wa kizazi imekaa eneo gani, ambapo tulizungumza kwamba msichana akiwa katika siku zake za hatari huwa inapatikana kwa shida sana, lakini inakuwa laini, lakini pia mlango wake unakuwa umefunguka kidogo, unaweza ukaushika na ukahisi umefunguka lakini siku ambazo sio za hatari huwa mwanamke ana shingo ya kizazi ambayo ni ngumu na inaweza kashikika kiurahisi zaidi lakini pia inakuwa mlango wake kizazi ulikuwa umefunga na nikaacha na swali la kuuliza wale ambao mnaenda honeymoon huwa ni siku zote ambazo mnashiriki wale ambao mnaenda honeymoon huwa ni siku zote huwa mnashiriki tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito au kuna siku maalum ambazo huwa unashiriki na kuweza kupata ujauzito sasa hilo darasa iliopita ndio darasa ambalo tutaanza nalo leo au ni, ni darasa ambayo ni mwendelezo wa sesheni ya thelathini na sita ambayo tunasema ukweli ni siku gani ambapo mwanamke anaweza kupata ujauzito. Ukweli huu ni muhimu sana kwa sababu wanawake wengi hawapati mimba kila siku, yani maake unapojaribu kwenda honeymoon na kutaka kuweza kushiriki ujauzito au kutaka kuweza kupata ujauzito au kuweza yes, kufurahia mahusiano na ndoa, lakini mwisho wa siku, jamii inahitaji kuona mwanamke baada ya muda fulani aweza, mwezi mmoja au mwezi mmoja na wiki mbili au miezi miwili au miezi mitatu, kuanza kuonyesha dalili ya kuwa ni mwanamke ambaye amepata mimba tayari, au hanimuni yake imeleta matokeo, au ndoa zile siku za mwanzoni imeweza kuleta matokeo na mwanamke kuweza kuonyesha dalili inaweza kwamba ni mjamzito. Sasa nikauliza, ni siku gani ambazo huwa ni sahihi na kama hujabahatika kuifuatilia darasa, unaweza kurejea na kuweza kujua ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa. Sasa mimba haipatikani siku zote. Yaani si kwamba siku, siku zote ukishiriki tendo la ndoa unaweza kupata ujauzito. Na tushasema, na wewe nafii hata kabla ya kusema mimi tayari unafahamu. Ila kuna siku chache ambazo zinaweza zikakupa mwongozo kwa yule mwanamke kuweza kushika ujauzito au unaweza kukwepa ujauzito baada ya kuzifahamu. Mimba inawezekana ikapatikana siku tatu nyuma kabla ya kuingia katika siku za hatari, lakini unaweza ukaipata mimba katika siku ya hatari. Mfano, ninapozungumza leo tarehe 28 mwezi wa 12 2025, ni siku yako labda ya hatari ambayo wewe unaifahamu kwa kuweza kutambua dalili, lakini ukashiriki leo, tunaanza ndio anza kupata ujauzito. Lakini kuna mtu ambaye leo tarehe 25 28 mwezi wa 12 2025, leo siku zake sio siwe ya hatari, lakini kuna baadhi ya chembe chembe za dalili za kuonyesha kwamba anaelekea katika siku zake za hatari, ambapo utaona joto lake mwili linaanza kupanda kidogo kidogo, au utaweka washuka kizazi unaanza kuongezeka kidogo kidogo, haujafikia katika ile piki kabisa, lakini unaanza kuongezeka kidogo kidogo. Yeye atashuhulia nini? Yeye tashur... atakaposhiriki leo tendo la ndoa lakini baada sekutatu, gea, zitu, ya siku mbili au siku tatu anaweza kapata ujauzito kwa sababu gani? anaweza kapata ujauzito ingawa yai inaishi masaa 12 mpaka masaa 24, lakini mwanaume au mbegu za kiume katika mirija ya uzazi u, katika mfumo wa uzazi wa mwanamke huwa zinaishi siku tatu mpaka siku tano. Hii ndio matokeo ya yale ambayo tunazungumza hapa kwamba utakapojaribu kufanya leo leo Jumapili, au leo tarehe 28 mwezi wa kumi na mbili na baada ya siku tatu mbele, au siku ya 30, kuna nafasi kubwa mwanamke uweze kupata ujauzito. Kwa hiyo au ni mambo kuzingatia, na siku ya hatari huwa tunaita fertility window, ambayo ni siku yenyewe ya hatari. Kwa hiyo kama leo ndo itakuwa siku ya hatari. Sasa, kwa wale ambao wanatamani kutafuta mimba au kuzuia mimba, nini ni wakati sahihi sasa kwa, kwa wewe kuweza kutambua dalili hatari ambao utaunganisha madarasa mawili ukiwa hili, hili darasa la thelathini na sita na darasa la thelathini na tano na kuweza kujua dalili gani hatari ambazo ukiziona utajua kwamba siku zako za hatari na dalili zipi ambazo usipoziona au dalili hizo ukiziona au ni ujue kwamba unaweza ukakwepa mimba kwa sababu ushajijua tayari uko siku zako za hatari ikubwa elimu ya mzunguko ni kinga, aidha uweze kupata ujauzito au uweza kukuepa ujauzito. Iwe ni ya kupata au ya kuzuia, utakapofahamu mzunguko wako, utakuwa sehemu salama kabisa. Hili ni darasa 36. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya, lakini pia wengine ambao hawafahamu au hawana taarifa, basi waweze kuingia katika akaunti na kuweza kujifunza vitu vingi zaidi. Asanteni. Wakati mwingine